Jenista Mhagama afariki dunia, ambapo spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu ametangaza kifo cha mbunge wa Peramiho Jenista Joakim Mhagama kilichotokea leo Disemba 11, mwaka 2025 jijini Dodoma. Kwa masikitiko makubwa, naomba kutangaza kifo cha mbunge Peramiho mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama kilichotokea leo tarehe 11 Disemba mwaka 2025 jijini Dodoma. Natoa pole kwa mheshimiwa, waheshimiwa wabunge wote Uh, amelia ame, eh, marehemu, ndugu, jamaa na wananchi wa Jimbo la Peramiho. Mwenyezi Mungu awape moyo wa uvumilivu, subira katika kipindi hiki kigumu. Ofisi ya bunge kwa kushirikiana na familia ya marehemu inaratibu mpango wa mazishi na taarifa zaidi zitaendelea kutolewa. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu alipema peponi. Hii ni taarifa ambayo imeweza kutolewa mapema siku ya leo na imeweza kushtusha watu wengi sana. Sasa njoo tuipitie kwa ufupi historia ya Jenista Muhagama toka mwanzo mpaka kifo chake umauti ambao umeweza kumkuta siku ya leo. Historia Jenista Muhagama pia e, e, imeandikwa Muhagama katika baadhi ya vyanzo, ni mwanasiasa anayecheza nafasi muhimu katika siasa Tanzania. Kwa miaka mingi alijikita zaidi katika utoaji wa sera za kijamii, elimu, kazi, ubunge, uongozi wa umma na sekta ya afya. Jina kamili anaitwa Jenista Jenista Joakim Mhagama, tarehe yake ya kuzaliwa 23 Juni mwaka 1967, lakini utaifa, uh, utaifa wake ni uh, anaishi Tanzania. Chama chake uh, ni chama cha mapinduzi yaani CCM. Elimu yake uh, ana diploma ya elimu huko Korogwe Teachers College, College Training. Kazi ya awali ni mwalimu kabla ya kuingia katika siasa rasmi. Elimu ya kwanza, Jenista alienda shule ya msingi na sekondari huko Peramiho Ruvuma. Baadaye alipata diploma ya ualimu na kufanya kazi e, kama mwalimu kwa kipindi cha takriban miaka sita. Safari yake ya kisiasa, alijiunga na siasa kupitia SSM mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba akifanya kazi katika miradi ya vijana wanawake ndani ya chama. Mwaka 2000 alikabidhiwa na nafasi ya eo uwazilishaji wa, wa eh, kati eh, kiti cha ubunge yani special seat bungeni, nafasi aliyopewa wanawake kujitegemea kisiasa. Mwaka elfu mbili na tano alishinda nafasi ya ubunge wa jimbo la Peramiho, ambapo alishinda baadhi ya eh, Simon Mbilinyi aliyekuwa waziri wa, wa fedha. Hizo alionyesha nafasi ya sifa zake za kisiasa. Ameendelea kushinda viti hivi vya ubunge katika uchaguzi uliofuata uongozi na ministiri uh, Jenista Muhagama amepata nafasi mbalimbali mbali za uwaziri na uongozi. Mwaka 2014 hadi mwaka 2015, naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi. Mwaka 2015 hadi mwaka 2022, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu. Mwaka mwaka 2022 hadi mwaka 2024, waziri ya nchi, ofisi ya rais, tawala bora na uongozi wa umma Agosti mwaka 2024 hadi mwaka 2025. Waziri wa afya, jamhuri ya muungano wa Tanzania, kufuatia uteuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kazi na kipekee ushirikiano wa kanda katika 2025 22, alichaguliwa kuwa vice chairperson, naibu mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa mawaziri ya afya eh, Afrika Mashariki, yani regional Steering committee for community health. Eh, ikiwa ni kutambua mchango wake katika sekta ya afya na kanda zima. Jenista aliweka msisitizo katika sera za kijamii e, kama vile kuongoza rasilimali e, kwa ajili ya sera mpya na kupambania na kupambana na ukimwi na kuimarisha huduma kwa wagonjwa. Huu ulikuwa ni mwaka 2023, e, kukuza masuala ya ajira, ulinzi wa haki za wafanyakazi na usawa wa kijinsia. Jenista Mhagama alifariki dunia tarehe 15 Disemba mwaka 2025, e, mjini Dodoma, akihudumu kama mbunge na aliyekuwa waziri wa afya. Taarifa rasmi hazijatoa sababu ya kifo chake hadi sasa. Jenista Magama alikuwa mwanasiasa mwenye uzoefu wa zaidi wa miaka 25 ndani ya siasa za Tanzania. Alijulikana kama kiongozi thabiti ndani ya CCM na ubunge e, kupanda ngazi hadi nafasi ya waziri, kuchangia sana katika nyanja za, za sera za kijamii, afya, ajira na usawa, kuwakilisha Tanzania katika ngazi ya kanda na Afrika Mashariki na hiyo ni historia ambayo inamuhusu Jenista Mwagama aliyefariki dunia mapema siku ya leo. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina.